Moyo ndo kiungo cha kwanza kabisa kwenye mwili wa binadamu wakati wa uumbaji ambacho hukamilika mapema na kuanza kufanya kazi mapema kabla ya kiungo kingine chochote. Kuna changamoto ambazo zinaweza zikatokea wakati wa uumbaji ambazo zikapelekea mtoto kuzaliwa na tatizo la moyo. Dalili zinaweza zikawahi kuanza kuonekana mapema kabisa mtoto anavyozaliwa au zinaweza zikachelewa inategemea na ukubwa wa tatizo na aina ya tatizo lenyewe. Hizi ni baadhi ya dalili ambazo mtoto akiwa nazo zinaweza kuashiria kwamba ana tatizo la moyo: mtoto anaposhindwa kuhema vizuri, au mtoto anaposhindwa kunyonya vizuri, ambapo kwa kitaalamu tunasema intermittent breastfeeding, kwamba mtoto anakuwa hawezi kushika chuchu kwa muda mrefu, anakuwa ananyonya, anaacha, ananyonya, anaacha. Mtoto kuwa na rangi ya blue, ambayo hii inaweza ikatokea kwenye lips au kwenye ulimi, kwenye viganja au kwenye miguu na hii kwa watoto ambao wana rangi nyeusi inaweza kawa changamoto kidogo kugundua mapema. Mtoto kuvimba macho, kuvimba tumbo, aa, na miguu pia. Mtoto kutokuongezeka uzito, au unaona kwamba mtoto mapigo yake ya moyo yanakwenda kasi kuliko kawaida. Mtoto kukohoa mara kwa mara lakini unapoona mtoto anakuwa, anachoka sana kuliko kawaida. Unapoona dalili za hivi, tunasema ni vizuri ukampeleka mtoto hospitalini mapema akaenda kaona na wataalamu wa afya kwa uchunguzi zaidi na